Wakili kapokea hela za wananchi, kaishia nazo, unapiga una simu ya wakili, umpati wakili, katelekeza mteja mahakamani, na bado tuna mifumo hii inayochuja sasa. Tukiacha ku, e, tuweke mkazo tu e, kwa sababu sio lazima kila mtu awe wakili, kama mtu awezi akafanya kazi zingine, lakini tuweke utaratibu kwamba mtu akija wa uwakili ajue ni ibada Wakili ni mtu anayefanya kazi ya kiungu na kuwajibika kwa Mungu. Nasema siku zote, sio sheria tu, tunawajibika kwa Mungu. Ndio maana jaji hautaingia motoni kwa kuhukumu mtu kunyongwa hadi kufa kwa sababu ni sahihi kufanya vile. Na wakili anapokuja huku ni uadilifu, ni kutokufaulu, mtihani wako ni kukosa uadilifu vile vile, Sio kuonewa, ni kukosa uadilifu, you don't have a call to that, au huna uadilifu namna ya kwa wapanyu, kwa kisha law school inaimarishwa na watu wanaopita kwenye hilo chujio kufika huku wawe mawakili ambao tusiwe na shaka tunapokwambia wewe sasa kawe jaji wewe kawe hakimu wewe kawe mwanasheria wa serikali.